Wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Dominika ya nne ya Pasaka katika mwaka C wa kanisa. Ni Dominika ambayo mama kanisa anaita Dominika ya Kristo mchungaji mwema na pia ni Dominika ya kuombea miito mitakatifu. Somo la kwanza ni la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 14 na aya ya 43 hadi aya ya 52. Somo la pili ni la kitabu cha Ufunuo sura ya saba aya ya tisa na aya ya kumi na nne be hadi aya ya kumi na saba na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura ya kumi aya ya ishirini na saba hadi aya ya thelathini. Tusikilize Injili takatifu. Yesu alisema Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa baba yangu mimi na Baba tu mmoja. Injili ya Bwana. Taifa la Mungu. Dominika ya nne ya Pasaka katika miaka yote mitatu, yaani mwaka A wa kanisa, mwaka B wa kanisa na mwaka C wa kanisa ni dominika inayofahamika kama dominika ya Kristo Mchungaji Mwema. Na pia ni dominika ya kuombea miito mitakatifu ambayo inajumuisha wito mama, wito wa ndoa, ambao ndio chanzo cha miito mingine, wito wa upadre na wito wa utawa. Katika mizunguko hiyo yote mitatu, yaani mwaka A wa kanisa, mwaka B wa kanisa na mwaka C wa kanisa, mama kanisa anatualika kutafakari zaidi sura ya kumi ya Injili ya Yohane ambapo Yesu anajitambulisha kama mchungaji mwema. Hiyo sura ya kumi ambayo inaanzia aya ya kwanza mpaka aya ya arobaini na mbili. Ni kwa nini bwana wetu Yesu Kristu anajitambulisha kama mchungaji mwema? Hilo lilikuwa ni jibu lake baada ya Mafarisayo kumuuliza na kutaka kujua kwamba yeye ni nani, kwa sababu kwa kazi ambayo Bwana wetu Yesu Kristu alikuwa akifanya alikuwa akifundisha zaidi na katika kufundisha, maana yake alikuwa akitambulika kama mwalimu, lakini hata hawa mafarisayo walikuwa wakifundisha pia. Lakini ualimu wa Bwana wetu Yesu Kristo una utofauti na ualimu waliokuwa nao hawa Mafarisayo. Tukumbuke Bwana wetu Yesu Kristo ana asili mbili, kama mwanadamu na kama Mungu vilevile vile na uwalimu wake ulikuwa ni walimu wa ukamilifu, uwalimu wa kujitosheleza, kiasi kwamba ndio utofauti ulikuwepo kati ya yeye na wa mafarisayo. Mafarisayo walikuwa wakifundisha zaidi Torati, lakini mwisho wa siku kile wanachokifundisha hawakiishi, na hata ilikuwa si rahisi kwa uku, ukubali ukweli. Kristo anaufundisha ukweli na anauishi ukweli huo na kuweza kuonyesha mfano wa hawa wa kondoo ili wapate kufuata na kuweza kuiga kile ambacho mwalimu wao anafanya. Na hii ndiyo maana halisi ya mchungaji mwema, mchungaji aliye bora zaidi, ambao anahakikishia ulinzi kondoo wake ili wapate kuwa salama zaidi. Ndiyo wito ambao tunaitwa katika huu uchungaji mwema wa bwana wetu Yesu Kristo nasi andoa, katika wito wa ndoa, katika wito wa upadi, katika wito wa utawa. Kimsingi kila wito ni utumishi, kuweza kuwa tayari kuwatumikia wadogo na wakubwa. Hii hali ya utumishi ni hali ya udogo ambapo inaonyesha wazi kabisa hali ya unyenyekevu, hali ya kuweza kuwa na nidhamu, hali ya kuweza kuwajibika kwa nafasi ambayo kila Mkristo anakuwa amepata kama Mkristo mbatizwa. Hivyo ni wajibu wetu kuweza kuyaishi yale yampendezayo Mungu ili kila mmoja aweze kuwajibika katika hali ya unyenyekevu, nidhamu, na mambo mengi ambayo anakuwa amejawa fadhila katika Ukristo wake ili kuweza kuishi kiaminifu. Kila mmoja kwa wito alioitiwa na Mungu. Na tukumbuke kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo anatumia hili neno mchungaji. Mchungaji alikuwa si tu mfugaji na mwangalizi wa mifugo yake, bali zaidi sana aliyefanya mahusiano ya karibu kabisa na mifugo yake. Na haya ndiyo maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo ambapo hawa kondoo katika kumfuata yeye ni kwamba tayari kondoo hawa wanajua sauti ya bwana wao, lakini naye bwana anawajua kondoo wake hata kwa majina. Ni ukaribu ambao unakuwa umejengeka, ambapo nasi katika kila mmoja kwa nafasi yake katika wito alionao, anaitwa kuweza kuyaishi haya ili wale walio wake wapate kumtambua na kuweza kuijua sauti yake hata kujua harufu yake. Huu ni mfano halisi na wazi kabisa kwa wale ambao ni wafugaji wa ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku, njiwa na mifugo mingine kadha wa kadha, pale ambapo anayetunza hiyo mifugo katika hali ambayo ametengeneza upendo na ukaribu kwa mifugo yake mara inaposikia sauti yake, basi inatoa sauti fulani na kuashiria kwamba sasa mtunzaji amefika, aliye msaada kwao amefika, watapata wanachokihitaji kwa wakati sahihi na kwa wakati ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu kubwa sana, na zaidi, hata harufu yake hii mifugo inahisi na wanakuwa na hisia kali kweli kiasi kwamba hata akiwa mbali, anapoifikia hiyo mifugo kwa kweli inatoa sauti fulani ya kudhihirisha kwamba sasa mchungaji amefika, ambayo inakuwa ni usalama kwao zaidi na kuweza kupata kile ambacho kinahitajika na tukumbuke pia hao wachungaji walikuwa wakidharaurika sana, walikuwa ni watu wa hali ya chini, na ndiyo maana hata ushahidi wao ulikuwa haukuweza kusikilizwa pale. Kama tunakumbuka wachungaji hao walikuwa ni mashahidi wa kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini hata wangepelekwa mahakamani kwa kutoa ushahidi wasingeweza kusikilizwa kwa sababu walikuwa ni watu waliodharaulika katika jamii. Kumbe bwana wetu Yesu Kristo anapokuja kuitumia mifano ni katika hali hiyo hiyo ya kuweza kuwakweza wale ambao wamedharaulika, wale ambao wanaonekana katika jamii hawafai tena. Hivyo wakristo wenzangu, tujitahidi kuishi maisha ya umoja, maisha ambayo kwetu Mwenyezi Mungu ametutaka tuweze kuishi. Katika hali ya umoja kama Kristo mwenyewe alivyoeleza uhusiano uliopo na babake kwamba wao ni wamoja. Nasi kwa kuwa tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, tunaalikwa kuishi hali hii. Mwisho wa siku, ndugu zangu, tuzidi kuiombea miito mitakatifu na kuombea tawale walioitika miito hiyo. Ni Mungu mwenyewe ndiye anayetuita basi tumtumikie katika roho na kweli na mwisho wa siku katika kutafuta ufalme wa Mungu. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.